Hakikisha unakuwa na mfugo wowote nyumbani mwako, kwa sababu huo mfugo una uwezo wa kukuepushia kifo ama majanga ya kichawi kwa namna yoyote ile. you see, kwa nini nasema hivi? Watu ambao wanaelewa kuhusiana na elimu ya kiroho ama kuhusiana na mambo ya kiroho watakuwa wameshapata exactly ninachojaribu kusema. Kwenye nyumba za babu zetu huko vijijini ambako tumekulia na sehemu za watu ambao wanaelewa kuhusiana na, na mambo ya kiroho, hawakosagi mfugo wowote nyumbani mwao, yani kwenye kaya hapawezi kukosa mfugo. Inaweza ikawa bata, inaweza ikawa mbuzi, inaweza ikawa ng'ombe, inaweza ikawa uh, kuku, sijui mbwa, chochote kile, as long as ni mfugo lazima uweko kwenye hiyo kaya, kwa sababu mtu anaweza akakushambulia wewe kichawi, akakutumia kajini hapo. Uh, kajini sio kifafa, kajini ka, ka kajini mauti sio chochote kile ambacho kinaweza ikawa ni mashambulizi. Kikija kikakuta wewe baba mwenye nyumba uko fiti watoto wako wako fiti, huwa kinaangalia chochote pale ambacho kinaweza kikaenda kikashambulia. Kwa sababu kinachotumwaga hakirudigi hivi hivi, ni aidha kikose kila kitu hapo nyumbani, ndio kitarudi kwa aliyekituma. Kwa hiyo jitahidi kufuga, ili ukikoswa wewe, basi apatwe hata mbuzi, hapatwe hata kuku, huko bata. Sawa? na hii itafanyika hivyo kama watoto wako pia, na wao watakuwa well protected kiroho. Kama wewe utakuwa uko fiti, watoto wako hawako fiti, ikikukosa inaenda kwa watoto wako, itaenda hata kwa dada wa kazi, kwa yoyote yule. That's how hivi vitu vina work. Kwa hiyo chukua hii, uh, uh, hii precaution, fuga sawa, chochote hapo nyumbani, lakini pia usisahau kujilinda kiroho. Nawapenda sana. Peace.